Yes, mambo vipi? Ni kukaribisha katika segment hii ya kimichezo kutoka hapa ndani ya Mapro TV. Tutaangazia taarifa mbalimbali ambazo zimetufikia uh, zinazohusiana na, na maswala mazima ya kimichezo. Na kusisitiza tu kwamba hujiunga nasi, kisha bonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipotee zile updates zote ambazo zitakuwa zikiwekwa hapa kila siku. Kubwa zaidi ni taarifa inayohusiana na mchezaji wa klabu ya soka ye Yanga golikipa namba moja, Djigui Diarra ambaye kwa sasa yuko kule nchini Moroko akiwa anaendelea kuiwakilisha timu yake ya taifa ya Mali kama golikipa ambaye ni golikipa namba moja kwa sasa. Sasa taarifa ambayo imetufikia ni kwamba uh, tayari Young Africans wamekubali kupokea offer Nono, miongoni mwa ofa kadhaa ambazo zilifika mezani kwao ili kuweza kumwachia mchezaji huyo Djigui Diarra, ambaye amedumu kwa muda mrefu sana, Aa, na kikosi cha Dar es Salaam Africans akitokea kule Stade Malien ambapo kwa sasa amezidi kuwa on peak, amezidi kuwa bora zaidi hususan katika michuano hii ya Afcon, amekuwa ni moja wa magolikipa hatari sana, moja wa magolikipa ambao wamekuwa na mchango mkubwa kwa timu yao na kusababisha kufika katika hatua ya robo fainali uh, wakiwatoa timu ya taifa ya Tunisia. Sasa kutokana na ubora ambao uh, kipa huyu ameuonesha, ni dhahiri shahiri uh, baadhi ya timu nyingi sana zimekuwa zikituma ofa na zimekuwa zikihitaji mazungumzo na uongozi wa klabu ya soka ya Yanga ili waweze kuwekana sawa na kumwachia mchezaji huyo. Sasa, licha ya uongozi wa Yanga kutokuwa tayari kumwachia, lakini uh, imefika mahara sasa, kuna ofa ambayo imewalazimu klabu hiyo waweze kumwachia ili aweze kwenda kutafuta changamoto zingine. Na kwa mujibu wa taarifa hiyo, inasemekana pengine baada ya michuano ya Afcon kukamilika na kuisha, basi pengine uh, Djigui Diarra itakuwa ni rasmi sasa, akimaliza makubaliano ya timu hiyo na kisha kuondoka ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. Hivyo uh, Injinia Hersi Said yuko mbioni kumsaka kumsa golikipa mwingine ambaye atabeba mikoba ya Djigui Diarra uh, kuweza kutengeneza mazingira ya kulinda uh, miringoti mitatu ya klabu hiyo ya soka ya Yanga hii Diarra katika michuano hii ya Afcon amekuwa ni kipa wa pili pekee, uh, aliyeweza kutoka man out match katika mechi ambazo uh, wamezicheza katika hii michuano ya Afcon, lakini pia amekuwa ni kipa pekee ambaye ameweza kuondosha mikwaju ya penati zaidi ya mmoja, kwa maana aliondosha mikwaju ya penati miwili ambayo ndio ilipelekea kuifanikishia uh, timu taifa ya Mali kusonga mbele katika hatua ya robo fainali na kusubiri kwa hamu nini kitajiri baada ya hapo. Kwa hiyo unaona ni kwa namna gani uh, Diarra ametengeneza jina, ametengeneza platform kubwa sana lakini pia ametengeneza uh, imani kwa vilabu vingi sana ambavyo vimekuwa vikifuatilia wachezaji wa kuwasajili katika kipindi hiki cha Afcon. Diarra amekuwa ni goalkeeper bora bora bora sana, amekuwa ni kipa ambaye ameonyesha uwezo wa aina yake, na hii imekuwa ni kitu ambacho kimewashangaza watu wengi sana, kuona kwamba mchezaji kama Djigui Di, Diarra a, bado anachezea ligi za Afrika Mashariki, ligi za Kiafrika, ambapo wengi walitamani ama walihisi ni moja kati ya makipa ambao wana ubora wa kucheza katika mabara ya Ulaya na mataifa makubwa ambayo yameendelea ya kisoka. Kwa hiyo Uh, tutawajuza vizuri zaidi ni timu gani ambayo Djigui Diarra amekubali kwenda, uh, kujiunga na timu hiyo. Kwa sababu ni timu nyingi sana ambazo zilituma ofa, uh, ndani ya kikosi ndani ya klabu ya soka ya Yanga. Kwa hivyo, kubaliwa kwa ofa moja ni miongoni mwa ofa nyingi ambazo walizituma. Tuendelee kusubiri kwa hamu kuona ni timu gani Djigui Diarra anakwenda kujiunga nayo. Ahakikisha tu umebonyeza neno subscribe utakuwa unafanya vyema sana kuungana na familia ya Mapro TV, lakini like, pia usahau kushare video zetu ili kuja zitazama, na wengine wapata nafasi ya kuja kuzitazama na kuungana nasi hapa. Hadi wakati mwingine, kwa sasa na kuaga bye bye, tukutane next video, usahau subscribe, like na ku comment.